Na mtazamaji kwamba wakulima wa mifugo katika Kaunti ya Murang'a sasa wanageukia kilimo cha miti ya malisho ya mifugo inayofahamika kama Trichanthera. Hii ni katika juhudi za kujihakikishia lishe ya kutosha kwa mifugo wao kwa gharama nafuu. Mmea huu ambao asili yake ni Amerika Kusini, sasa unatajwa kama suluhisho kwa kuongeza mazao ya maziwa huku wakulima wakipunguziwa gharama ya kununua lishe dukani. Denis Otieno anaarifu kwenye makala ya Kilimo Biashara. Katika vilima vya Ithanga, kaunti ya Murang'a, mmea huu unaofanana na uharefu lenye majani mapana unaanza kubadilisha maisha ya wakulima wadogo. Mmea huu ni mojawapo ya miti ya malisho kwa mifugo. Uh, taikandera ni aina ya mti ambayo unaiona hapa nyuma. Uh, mwanzo imetoka umarekani na kitu mambo ilituvutia kwa hii mmea ni wakati tuna tuko kwa ukulima yetu, tunaona bei ya vyakula vya unga yenye tunanunua kwa duka inaenda ikiongezeka kila siku, na sasa tunatafuta suluhisho. Kangete alianza safari yake na vipandikizi vichache. Miaka michache baadaye, shamba lake sasa limejaa mmea huu unaostahimili udongo wenye asidi na usio na rutuba nyingi. Tusema kwa hekari moja unaweza panda mimea elfu nne na tunasema kwa uzalishaji wa majani itakupatia kama tani kumi na tano kwa hekta moja kwa mwaka moja na unaweza vuna kila miezi tatu. Mbali na kustahimili mazingira magumu, Trakanthera ina virutubishi vya juu zaidi ikilinganishwa na nyasi za nepia. Kitu ya maana ni matawi, unakata matawi ambayo unaweza kupatia mifugo yako ikiwa bado ni green, au kama ni mingi unaweza pia kausha uweke, na unaweza patia ng'ombe, mbuzi kondoo, nguruwe, sungura, kuku na bata. Wakulima wanahitaji tu kupalilia, kuweka matandazo ili kuhifadhi unyevu na kuhakikisha nafasi ya kutosha kati ya mimea. Hata hivyo, changamoto kubwa bado ni uhamasisho na upatikanaji wa miche, vikundi vya wakulima vinayosaidia kusambaza, wakikuja pamoja wapate ile vijiti, wapande kama nasari Alafu wanashare na wakulima wenye members wao, isasaidia sana ku kupenetrate sehemu mingi kwa wakulima. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.